Kwa maana hata sisi Roho wa Mungu akitulia ndani yetu, hiyo mamlaka ya kimungu iko ndani yetu, Roho Mtakatifu na nguvu mm -hmm. zake. Mm -hmm. Sasa hapo ndio tutakapoanza kutamka, Roho wa Mungu anatulia, alafu tunatamka kwa neno sasa. mm -hmm. Baba, imeandikwa hivi na hivi, Mungu anatenda kwa sababu anatazama apate kuitimiza, lakini lazima Roho Mtakatifu atulie ndani yetu, ndani ya mioyo yetu. Usikubali kukwazika roho mtakatifu, atuweze kutulia ndani yetu, amina. Tukikwazika roho mtakatifu atulie, kwa maana kama mungu pale mwanzo, roho mtakatifu alitulia, hajaangaika mm -hmm. wahoo wa siku hizi, roho mtakatifu ndani yetu, maamini kwamba anahangaika, ni kwamba anaingia, anatoka. Atulie, aanze kuumba vitu vya Mungu, aumbe afya Amani itawale kwenye ndoa kwenye, yani hivyo, amani itawale. Roho Mtakatifu lazima atulie. Atakapoingia ingia ile mtaka fujo, na yeye anaumba vitu vyake. <laughs> anaanza kuumba umbea, yeah, uongo na wizi, vitu vingi ambavyo yeye shetani anavifanya. mm -hmm. Tayari Roho Mtakatifu iko ndani ya mtu mm hapo -hmm. Uwezi kusamehe, Roho Mtakatifu kashaingia. mm -hmm. unakwazika Yeah, ole oh, kwanza na yaani yake nasema ole anayekwanza na anayekwazika. Yaani usijihesabu yake huyu pale kwanza kani ah sasa ni changanya kwamba wewe na yule wote mnaingia kwenye shimo ambao wapendwa, lazima kwamba kwanza leo tuzivae tuzitambue silaha za Mungu, alafu tuzivae alafu sasa ndiyo tutaenda kuvunja hii tunatumia jina la Yesu. Amen. Hizi silaha zikishakaa ndani yetu sasa tunaitumia jina la Yesu na tunakwenda kuvunja kila kitu, na inawezekana, ikiwa wakati huo tushaitambua. Yule simeji yangu angekuwa ameitambua hii mamlaka, asingeenda kuomba mafuta. Alikuwa aelewi kama yani ipoje, je, yeye anajua mafuta ndio yanaweza kusaidia mtu. Kumbe laita, angekuwa na silaha za Mungu ndani yake, yeye mwenyewe alikuwa na uwezo kuweka mkono wa mgonjwa pale juu ya mgonjwa, mara yake pata